Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya alasiri kwa wasaa huu. Hapa nikumbushe tu tena kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lamek Nchemba bado anazungumza na wahariri wa vyombo vya habari kutoka vyombo vyote vya habari hapa nchini, na kuna mengi ambayo anayazungumza akiatilia mkazo, na pia ni ya kiutendaji akitoa maagizo yaende yakafanyiwe kazi. E, kwenye Azam News pale saa mbili usiku utapata undani kabisa wa kile ambacho waziri mkuu amekizungumza hii leo. Sasa studioni, kama ilivyo ada, ndani ya alasiri tunakuwa na mgeni na kujadili hapa masala kadhaa. Leo tunaenda kuangalia kuhusu mfumo wa anwani za makazi. E, unafahamu kuwa unaweza kuomba barua ya utambuzi kama mkazi wa eneo ulilopo kupitia mfumo huu tunaye hapa afisa hesabu kutoka Wizara ya Habari na Mawasiliano Charles Semzaba. Charles, karibu. Asante sana san, tuambie kuhusu NaPA. okay. mm. Uh, NaPA ma, ni kifupi cha maneno yafuatayo ambayo ni National Physical Addressing System. Okay. Ni mfumo maalum ambao unasaidia au unarahisisha utekelezaji na matumizi ya taarifa za anwani za makazi, mm. Kwanza labda ni tofauti kidogo. Tunaposema anwani za makazi tunamaanisha nini? Mm -hmm. Aa, anwani za makazi kwa maana iliyo rahisi na fupi ni kwamba ni, ni muunganiko wa taarifa na miundombinu ambayo kwa pamoja inarahisisha kutambua kitu au mtu mahali halisi kilipo au kinapopatikana mm. Sasa anwani za makazi kwa muundo wake umeona na vitu vikuu vitatu ambavyo kwa pamoja ndo vinaunda nini, anwani ya makazi. Kitu cha kwanza ni namba ya nyumba ambazo mnaziona kwenye makazi yetu za njano zile, namba moja, namba mbili, namba tatu. Uh, kitu cha pili ni jina la barabara au mtaa ambako wewe hiyo nyumba inapatikana mm. Lakini kitu cha tatu ni postcode. Hii postcode ni namba maalum ya kata mm. Kwamba unajua nchi yetu hii imegawanywa, wanasema postcode ni utaalamu ni, ni, ni, ni utaalamu wa kugawanya, kukuni, ni kugawa maeneo kitaalamu Hmm. Kwa hiyo unapozungumzia postcode unazungumzia ni namba maalum ambayo inatambulisha uh, kwamba hii ni kata fulani ipo mkoa fulani ip, ya, ipo wilaya fulani mkoa fulani kanda fulani. Kwa hiyo, kwa hiyo kwa kifupi ndio anwani ya makazi. Okay. Sawa, sasa unaposema NaPA tunazungumza sasa ule mfumo wenyewe sasa ni mfumo ambao sasa huu kutokana na maendeleo ya kiteknolojia, huu hmm. mfumo umekuja sasa kurahisisha utekelezaji na matumizi ya hizi taarifa ambazo zimeshakusanywa sasa zimehifadhiwa kwenye huu mfumo wa anwani za makazi ambapo leo hii sasa kupitia huu mfumo mwananchi anaweza kuomba barua ya utambulisho bila kufika ofisi ya mtendaji wake wa mtaa. Leo hii kupitia huu mfumo mwananchi anaweza kufikishiwa huduma popote. Sawa, mfano huduma za, za, za courier services. Sindio? Kuna hizi kampuni ambazo zi, zi, zi, zi, zi, zinafanya delivery mpaka mlangoni kwako. Kwa kupitia mfumo pia hizi kampuni au watoa huduma uh, au, au wa namna hii wanaweza kukufikishia huduma mpaka mlangoni kwako mm. kwa sababu mfumo huu una huduma ambayo inaitwa huduma ya nini ya navigation au ya mwelekeo, ambako kupitia mfumo basi huyu mtoa huduma anaweza kufika mpaka kwenye anwani yako na kufanya hiyo huduma. Lakini pia kupitia mfumo huu unarahisisha pia uh, unaisha pia ufikishaji wa huduma kwa wananchi kwamba kuna taarifa nyingi ambazo zinakusanywa zina ikiwemo, ikiwemo taarifa za, za mita za umeme kwenye, kwenye makazi mm. Ikiwemo taarifa mm. za huduma mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye maeneo mm. Kwa hiyo huu e, mfumo una akti pia kama njia mojawapo ya kufanya nini ya kusaidia jamii uh, na watu wake kwenye kufanya nini kufanya kwenye kufanya shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Okay. Sawa sawa umezungumza hapa mfumo huu uh, unakwenda kurahisisha uh, mambo mengi katika utendaji wake. Mojawapo umeligusa hapa, kwa sisi ambao tulikuwa tumezoea uh, kwenda kupata huduma ya barua ya mtendaji wa serikali ya mtaa, na kutunabaisha hapa kwamba unaweza uh, baru, huduma hiyo kupatikana kwa barua ikapatikana kwenye mfumo huu wa, wa, wa NaPA kivipi? Okay. uh huu um, mfumo unaweza uka, uka, ukapatikana kwa njia kuu tatu. Uh, njia ya kwanza unaweza kutumia tovuti mm -hmm. au tunaita website mm -hmm. ya NaPA ambayo ni www.napa.mawasiliano.go.tz pale, uh, na mawasiliano pale, huyu mwananchi ambaye anaomba leo barua utambulisho kwa kutumia hii tovuti anaweza kufanya nini? Anaweza ku, kupata hiyo huduma. Lakini pia njia ya pili ni njia ya tunasema program tumizi mm -hmm. au app. Yeah, unajua sasa hivi tunahimizwa sana kutumia Kiswahili kwenye kwenye mambo yetu haya, programu tumizi. Kufahamu hiyo basi chukua hiyo leo, hiyo ndiyo programu tumizi, ndiyo app ambako kwa wale watumiaji wa Android uh, wanaingia tu Play Store ana search pale NaPA Tanzania, NaPA Tanzania lakini kwa watumiaji wa iOS au uh, iOS, kwenye wanaingia wana tu Apple Store anaandika NaPA Tanzania, anaweza kupakua au kudownload hiyo nini hiyo app. Mm -hmm. Njia ya tatu ni njia ya ussd US, kwamba wale watumiaji wa, wa, wa viswaswadu mm. -hmm. wenyewe hatujawacha pia. Kwa hiyo mwananchi ambaye ana, anatumia kiswaswadu leo hii pia anaweza kupata huduma za NaPA kupitia kiswaswadu chake kile kile kwa kubonyeza ile menyu ya nyota mia hamsini na mbili nyota sifuri sifuri alama ya leli pakisha pale, akishachagua anakwenda kukliki uh, namba tatu, ajira na utambuzi akishachagua pale anakwenda hata kukliki au kuchagua uh, namba saba anwani za makazi. Pale atakutana na huduma kadhaa, kwa hiyo anaweza pia kupata kuaksesi mfumo wa kitenji hiyo hi. Sasa tuje kwa sasa kwa njia ya program tumizi, kwamba huyu mwananchi ambaye leo hii ameokuwa kutumia program tumizi au app ya NaPA kuomba barua anafanyaje? anafanyaje, anafa, anafanyaje. Mm -hmm. Ukishapakua ile program tumizi kwenye simu yako utaingia sehemu ambayo imeandikwa jihudumie ukisha kliki simu ya mkononi kwa jumla utakutana na option tatu pale. Option ya kwanza ni imeandikwa omba barua ya utambulisho, option ya pili imeandikwa fuatilia ombi la barua yani, ijue, ijue anwani yako, na option ya tatu ni anwani za karibu yako. Sasa sasa mimi nilotaka nibei sana kwenye option ya kwanza ya kuomba barua ya utambulisho sawa. Kwa hiyo ukishabonyeza ile sehemu ya omba barua ya utambulisho mm, ni kwamba nanyewe itakuletea option hizo mbili, omba barua ya utambulisho na fuatilia ombi la barua kwamba kwa yule mwananchi ambaye tayari alishaomba barua ya utambulisho kupitia huu mfumo anao uwezo wa kufuatilia kujua status ya barua yake imefikia wapi, kwa kutumia option ya nini, fuatilia ombi, nini, fuatilia ombi la barua, barua. Kwa lakini kwa yule mwananchi ambaye ndio anaomba anaanza kuomba hii barua yeye mm, yeah, atakuta kuna ile option ya kwanza ya nini ya omba barua ya utambulisho. Sasa, um, kutokana na muda ndio pengine utashindwa kutuelezea hatua kwa hatua mpaka okay, utakapomaliza lakini, unaweza ukatuambia vitu gani vya muhimu pale ambapo natakiwa kuanza kuomba barua lazima niwe navyo. Sawa, swali zuri sana sana. Kitu cha kwanza na cha msingi, ili uweze kuomba barua ya utambulisho, ni lazima wewe uwe umesajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi. So, na ukiwa umesajiliwa maana yake na, na, na, na taarifa nat, zako za msingi ambazo zinasajiliwa, ambazo ikiwemo ni namba, majina, uraia wako, kwa maana kwamba namba yako ya NIDA. Mm. majina yako kamili mm -hmm. namba na ya simu na jinsia yako kwa hiyo kwa kupitia hizi taarifa mbili mfano za namba ya simu na namba ya NIDA, sawa so, hizi ndo ambazo zitaweza kuwezesha wewe mwananchi kuja kuweza kuomba hiyo barua ya utambulisho, kwa sababu kwenye ku, kuomba barua ya utambulisho kupita hapo kuna, kuna njia mbili ambazo unaweza kuzitumia, ndio hiyo. Hmm. njia ya kwanza, unaweza kutumia namba yako ya simu au kutumia namba yako ya NIDA kuweza kuomba hiyo barua ya utambulisho. Hmm. Okay. nikiwa na hivyo tu na, ni, na uhakika nilijisajili kwenye anuani za makazi naweza kupata barua ya utambulisho yani, bila shaka kabisa. Na inachukua muda gani? Kwa sababu umetupa kuna kipengele cha pili hapo cha kusubiri ama kuangalia um, kama ulishafanya maombi. Okay, ni, ni kitendo cha dakika tano tu ukiwa kwa, kwa, kusema ukiwa umeshazoea kutumia ile ile app eh cha dakika tano tu kwa sababu baada ya kuwa umeshaomba ile barua uh, nikumba, ufata, ni kwamba <coughs> hatua inaofuata ni ya mtendaji wako wa mtaa kupitisha lile ombi. Okay. Kwamba ile ile wanasema ile business process ya uombaji wa barua kama ilivyokuwa inafanyika manually atujaitoa atuja, tulichoboresha ni kwamba sasa hivi mwananchi ulazimiki tena kufika kwa, kwa mtendaji mm. Mtendaji yeye kulekule alipo anaweza kupitisha ombi lako alipo, anapata notification. Yes, anapata nini? anapata notification kwamba kuna mwananchi wangu fulani ameomba barua Kwahiyo, kabla ajapitisha lazima kwanza ajilizisha kuangalia kwa pale, na anaona taarifa zako zote. okay. Sawa, eh kwamba huyu ni mwananchi wangu, anaishi nyumba namba kumi, barabara ya Mwinyi. Sawa, mtaa wangu wa nini, wa Makongoro kwa no, okay. kuna zile barua ambazo zipo katika namna tofauti. mfano uh, barua ambayo inatakiwa kwenda Rita lakini yeye hautambulishwa, barua labda mtu anaomba kazi katika eneo fulani lakini uh, yani, mifumo tofauti tofauti, kwa mfano hizi barua za Rita unamwombea, unaomba barua ya utambulisho lakini unaomba cheti cha mtoto, cheti cha kuzaliwa cha mtoto, au unaomba cheti cha kifo cha mtu ambaye, hii inakuwaje? Okay kuna baadhi ya taasisi uh, kwamba moja ya requirement yao ili weze kukupa huduma, mfano labda unavyosema orita mm, mm, kwamba ili uweze kupata labda cheti cha, cha kuzaliwa mm, au cheti cha kifo, moja ya requirement yao ni upate uh, utambulisho uh, kutoka uh, uh, sehemu ambayo wewe unafanya nini unaishi mm. Kwa hiyo mfumo wa anwani za makazi wenyewe we, kazi yake ni kutoa utambulisho kwamba sasa wewe badala kutoka hapa kwenda kwa mtendaji wako wa mtaa Bwana mtendaji, samahani, naomba uniandikie, unitambulishe, naenda RITA kufanya nini, kufuatilia cheti cha kuzaliwa. Sasa utajiki tena na kwa mtendaji tu, kwenye simu yako pale, unaingia unaomba utambulisho, una anapitisha na mtendaji wako, na unachagua kabisa hii, yes, naomba kwa ajili ya, yes, no, kwa ajili ya utambulisho. kuna madhumuni pale, okay, kwa ajili ya utambulisho sasa. Nina ni mashaka utaratibu uh, huu mfumo huu unakurudisha tena kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kutakuwa na haja gani? Sasa mimi kumbe nikienda ta kwa mwenyekiti atanipa tu karatasi, atanigongea na muhuri na saini yake, nitaondoka, kuliko kuanza kupita tena kwenye mtandao na nirudi tena kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Hapana, huu mfumo mwananchi ulazimiki kurudi tena kwa mtendaji wako wa mtaa. hmm. Wewe ukisha, ukisha tumia ombi lako hmm. unasubiria mtendaji wako alipitishe hmm. Sawa, bila wewe kufika kulekwa utakiwa kufika kwa mtendaji. <tapos> <tapos> <tapos> okay. yeah. <tapos> lakini pia mfumo huu uh, usimamizi wake au utekelezaji uh, wake ni uko very open, kwa maana kwamba wewe mwananchi unapotuma ombi lako la barua kwenda kwa mtendaji wako wa mtaa, manake kuanzia ngazi ya mkoa wana, viongozi wote wanaweza kuona yale maombi kwamba na, na, na, na, na, na, na, pia wanaweza kubaini kwa nini mtendaji wa, wa kijiji x hajapitisha maombi kadhaa, yamechukua labda labda ana maombi kadhaa lakini hajayapitisha mpaka leo, kuna shida gani? Kwa hiyo kuna, kuna mekanizimu za ufuatiliaji wa upitishaji wa maombi kuanzia ngazi ya kata Sawa, ngazi ya halmashauri, ngazi ya wilaya, mpaka ngazi ya mkoa, mpaka kuja kwenye ngazi ya kitaifa okay. na mmefuatilia hili, hakuna urasimu wowote kwamba hatua ya kumwenyekitia mtaa imefika lakini uh, siku nzima imepita siku mbili, mtu bado hajapata barua yake ya utambulisho. Na kwa wale ambao wanachelewesha bila sababu za msingi eh, mnawachukulia hatua gani? Yes, yuka, kwa sababu ndio maana kasema utekelezaji wa huu mfumo unafanywa na watumishi wa serikali ambao wako vetted. Kwa hiyo kwa mtendaji yote ambaye analeta ana urasimu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye utekelezaji wa ile jukumu At basi atachukuliwa hatua uh, za kinizamu okay, kama uh, inavyotakiwa. Maana tuseme tu ukweli mm, au muda umeisha eh, tuseme ukweli <laughs> tunajuana <laughs> Eh. kaj ka? na. Tunajuana tuseme eh, eh. eh. ukweli, maana mimi kifikiaga wakati akusema ukweli eh. nambiwa na muda umeisha. Kwa hiyo nauliza na muda umeisha au tuseme ukweli eh, tuseme ukweli watendaji bwana, au baadhi hapo me ya watendaji na viongozi wa serikali za mitaa zile barua hawatupi bure yeah. eh? mm-hmm. zile barua <coughs> lazima tena mwenyekiti mwingine anakuambia, kwa mimi nitakunywa nitakunywa nitakunywa nini? Sasa uchangie muri wino <minabia, tos> unachangia, <mabia, tos> unachangia. Mi nawambia kabisa maji ya kunywa <coughs> sasa mi nawambia nawambiaga ya hapo nyumbani <laughs> e, mimi bwana, waniita mtu wa kaskazini ni mchumi. <laughs> Sasa huku kwenye huu mfumo kuna mm. kuchangia kidogo, ambayo hiyo itaenda labda kwa watendaji huko na viongozi wa serikali za mitaa mm. au ndo tumemalizana nao aa, kwa hatua za sasa mm. aa, za utekelezaji kwenye hili kwenye, kwenye, kwenye swala ni kwamba hii huduma ni bure, hii huduma ni bure. Mwananchi hatakiwi kuchangia pesa yoyote kupata hii huduma. Sawa, kwa kipindi hiki hmm. lakini kama kutakuwa kutotokea mabadiliko kwenye utekelezaji wake basi wananchi watapewa taarifa rasmi. Okay. lakini kwa sasa ni bure sana. bila shaka hatutegemee mabadiliko yoyote <laughs> <shaka>. Si <Misin> Mtanzania <laughs> Ni kweli nipo katika mfumo wa anwani za makazi sasa nitalipiaje tena kutambuliwa? <laughs> Sawa, Charles <laughs> mfumo huu ni muhimu sana na umekwenda kurahisisha uh, kazi katika maeneo mengi lakini Eh, hofu yangu uh, kufahami kwa, kufahamika kwake kwa jamii eh, kwa baadhi ya mifumo imekuwa ikifundishwa eh, tangu katika mitaala ya shule za msingi huko mm -hmm. Sasa, eh, lakini kuna mikakati gani sasa ya kuhakikisha mfumo huu sasa, yule mwananchi wa chini kabisa mpaka anaitumia kiswaswadu mm -hmm. Umfaidishe? Okay. mm -hmm. Kwa sasa serikali ipo kwenye hatua za utungwaji wa sheria anwani za makazi mm -hmm ambapo hii sheria sasa inakwenda kumlazimisha kila mwananchi asajiliwe kwenye mfumo wa anuani za makazi ili aweze kupata huduma ambazo watakuwa wanazihitaji. Mfano mashuleni ahivi <coughs> mtoto hii uh, um, sheria shule, itakuja kuwa uh, ito effect sasa kwamba sasa mtoto shuleni lazima andikisho shuleni lazima awe na anwani ya makazi na mengine, lakini pia hatua nyingine ambazo, ambazo, ambazo zinaendelea kutekelezwa ikiwemo kufanya, kufanya kampeni za uhamasishaji kama hizi, okay. Kuna mazoezi mbalimbali ambayo, ambayo, ambayo serikali inayafanya, mm -hmm. Kupitia vizara vya mawasiliano za uhakiki wa anwani za makazi. Tunashiriki kwenye makongamano tofauti tofauti kwenye, eh, kwenye maonesho tofauti tofauti hizo, yeah. Zote ni hatua ambazo serikali inazifanya katika kufikisha uh, elimu au awareness ya huu mfumo kwa wananchi. Sasa tukushukuru sana Edwin, na tunawatakia majukumu mema. Hii yote ni kwa ajili ya kuwarahisishia wananchi waweze kupata huduma kwa, kwa, kwa haraka. ma kuna maswali yalikuwa huko mtaani pia, kutokana na hali ambayo imetokea e, mwisho wa, wa mwezi uliopita. Kuna vituo vingi ambavyo watu hawezi tena kwenda kupata huduma vituo ambavyo vimeharibika vime, vime. Kwa hivyo watu wajiuliza, nitampataje e, mwenyekiti wangu, mtendaji wangu, nitampataje kituo kile akifanya tena kazi, nitapataje barua ya utambulisho. Na jambo la umuhimu, mfumo huu unaenda kurahisisha yes. mfano wa vitu hivyo yeah. Anaitwa Charles Semzaba, ni afisa wa hesabu kutoka uh, Wizara ya Habari pamoja na Mawasiliano, tumezungumza kuhusu uh, ukuaji wa teknolojia hasa katika matumizi ya mfumo huu wa utambuzi wa anwani za makazi pale ambapo wanaweza kupata barua ya utambuzi wa serikali ya mtaa kuutumia mfumo huu unaofahamika kama NaPA Tanzania.